Okay, karibu sana fans wetu kwenye napita tu ambayo ina hatua zake muhimu sana za faida ambazo zinakuongezea kile cha ziada eh, katika vile vya ziada ambavyo wewe pia huwa unahitaji eh, kuvipata na ndio maana huwa unapita katika hili la kwetu ambalo sisi pia eh, tuna dhamana iliokuwa kubwa sana kupita nalo. Naikualika leo kwa moyo mkunjufu, twende pamoja kwenye napita tu ya siku ya leo. Mi naitwa Anko Amiri, anko anko wote dunia nzima nite ankole. Eh, karibu sana kwenye napita tu ambaye siku ya leo pia itakuwa na nafasi ya kutufahamisha kiufupi na kiuchache kuhusiana nao, eh, moja ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloitwa UNIDO. Ushapata nafasi ya kulisikia au iwezekana pia umekuwa unalisikia juu juu? Leo hebu tukae pamoja, tuketi pamoja kwa ajili ya kuwekana sawa kuhusiana na hiki najua faida iliyokuwa kubwa sana itapatikana na itatujengea siku yenye maana na siku ambayo imeenda vizuri kwa kupata vile vya faida. Kwa kukualika tu, endelea tu kusubscribe kwenye channel yetu, endelea pia kutupa maoni hapa na pale, ambayo si pia tunakuwa tunayapokea. UNIDO, kama nilivyoitamka hapo mwanzo, kwamba leo tuna nafasi ya kuifahamu hii. Inafupishwa kwa kuitwa hivyo, ila kwa urefu zaidi inaitwa United Nation Industry Development Organization. Hivyo ndo urefu wa UNIDO, yani unaitwa United Nation Industry Development Organization. Na UNIDO inatamkwa hivyo kwa, kwa kifupi zaidi. Na kwa Kifaransa pamoja na Kihispania inaitwa ONUD. Kwa Kifaransa na Kihispania wenzetu wao wanaifupisha kwa kuitamka hivyo, na hii inajulikana zaidi ni kama wakala maalum ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu wao wanasimama kama shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo maendeleo ya viwanda Umoja wa Mataifa huwa linasimamiwa na UNIDO na hii ilianza kutambulishwa rasmi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita na vile vile headquarter zake zipo Vienna, Austria. Kama ulikofahamu ziko wapi? Ya yeah, shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa makao makuu yapo Vienna, Austria, lakini ilianzishwa rasmi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita. Tosheka na hayo tu kupita, eh, kupitia hii hapa inaitwa na pita tu lakini UNIDO ndo tulikuwa tunaigusia leo katika vile ambavyo naamini vitakuongezea kitu kwa kujua kuhusiana na shirika la maendeleo ya viwanda la Umoja wa Mataifa ambalo pia limekuwa na msaada mkubwa sana hususan zaidi kwa zile nchi ambazo kila siku zimekuwa zinaongeza uzalishaji wa viwanda na kutengeneza ajira kwa upande wa vijana tofauti tofauti ambao wamekuwa wanapata, eh, ajira kupitia viwanda hivyo. Asante sana na shukran kwa kupita nasi hii ya leo kuhusiana na UNIDO.